Uzalishaji wa mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani laki tisa themanini na tatu elfu mia moja sabini na saba mwaka 2021 hadi tani milioni moja laki nne arobaini na tatu elfu mia sita ishirini na tisa mwaka huu 2025. Tunacholenga ni kuongeza zaidi thamani ya mauzo nje au nje ya nchi hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni tano ifikapo ishirini thelathini Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji ambapo eneo linalomwagiliwa limeongezeka toka hekta laki 561,383 mwaka 2020 hadi hekta laki 983,466 mwaka jana 2024. Hii inatokana na ongezeko la miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa kutoka 13 mwaka 2020 hadi 780 mwaka huu 2025. 20, 20. Ni matumaini yetu kwa kukamilika kwa miradi hii yote kutatuwezesha kufikia lengo tulilojiwekea la kufikia hekta milioni moja laki mbili za eneo la umwagiliaji maji. Muhimu zaidi Muhimu zaidi katika jitihada hizi, serikali imeamua kutekeleza miradi mikubwa ya umwagiliaji maji kwa kutumia maji ya ziwa Victoria na Tanganyika, ambayo, ambayo itaunda gridi ya umwagiliaji maji kwa ajili ya eneo lenye ukubwa wa hekta milioni tatu ambapo ujenzi wake unatarajiwa kuanza ndani ya miezi 18 kuanzia sasa. Mheshimiwa Spika, serikali katika kukuza sekta hii imewezesha kutimia kwa azma ya muda mrefu ya kuimarisha ushirika kwa kuanzisha benki ya ushirika iliyoanza na mtaji wa shilingi bilioni 58. Kuanzishwa kwa benki hiyo ambayo wanahisa wakubwa ni vyama vya ushirika wenyewe kunajibu hitaji kubwa la muda mrefu la upatikanaji wa mikopo zaidi mikopo zaidi kwa gharama nafuu na hivyo kutaviwezesha vyama vya ushirika kujiimarisha kibiashara na uwekezaji.